Kuna nguvu ya ajabu inayopatikana katika sekunde chache za kutulia kabla ya kujibu. Maneno yanapotoka haraka bila kupita kwenye utulivu wa fikra, mara nyingi hubeba makosa, hasira na majuto, lakini jibu linapotoka kwenye akili iliyotulia hubeba hekima, heshima na uzito wa utu. Kutulia kabla ya kujibu ni kama kupuliza pumzi kabla ya kuruka ili kuzuia kuanguka, ni kama kinga dhidi ya majeraha yasiyoonekana, ni daraja la kuokoa mahusiano na ni ishara kuwa busara imechukua nafasi ya hisia za papara. Wakati mwingine ukinyamaza kidogo, unajisikia kama umejibu vyema zaidi; ukiwaza kidogo, unaelewa zaidi, na ukichelewa kidogo, unaepuka madhara makubwa. Kwa hiyo tuliza akili yako, kwa sababu jibu linalotoka kwenye utulivu mara nyingi huwa ndilo linalojenga kuliko kubomoa na ndilo linalokuvusha salama kuliko lile la haraka. Acha papara. Naitwa Isaac, ni kutakia tafakari njema na siku njema, panapo majaliwa.